Idara ya Shinyanga heka heka. Kwa wananzengo, bwana, kilichopo huko kuna mama anahisiwa ameiba mtoto Shinyanga. Shinyanga wanamzengu wanahisi kabisa kwamba huyu mtoto sio wa kwake, na walivyomwona na mtoto, walikwenda kushtaki kwa mwenyekiti wao wa kijiji, walienda kushtaki kwenye kamati yao ya ulinzi ya kijiji, kwamba bwana, huko kuna mtu tunahisi kabisa, yule mtoto alikuja naye sio wa kwake. Kwa mtu anaishi maeneo yao yao, anaishi hapo kijijini. Kijijini mm. Sema aliondoka kijijini kwa muda, mamake anasema kama miaka mitatu alivyorudi ndo amekuja na huyu mtoto lakini huyo mtoto watu wakimwangalia wanasema ana miaka mitatu na kuendelea, kama mitatu au minne hivi, lakini mwenyewe mama akiulizwa anasema amemzaa mwaka elfu mbili na kumi na tano, kwa maana ana mwaka mmoja na nusu, kwa maana mwaka elfu mbili na kumi na tano mpaka sasa hivi miwili mwaka miwili haijatimia, mm. haijatimia kwa sababu kutokana na ile tarehe yake yake na na kutokana na tarehe yake, ndio yani, kwa kwenye mmoja na nusu ndio mm. anaenda kama lakini mtoto themen. Akiangaliwa, hata ukiingia tu kwenye account yangu ya Instagram utamuona mtoto anaonekana na miaka mitatu mpaka minne kati ya hapo. Kwa mama hajui umri hasa wa mtoto. Hajui. Yaani anadanganya. Ndio hicho anachokisema yeye kwamba nimemzaa mwaka 2015. Hicho ndio anachozungumza. Lakini kwa jicho la watu ambao ni wazazi wanasema sio kweli. Mm. Na watu wanamjua huyo dada vizuri hapo mtaani amekulia hapo amekulia. Hawaje kumuona mjamzito? Hawaje kumuona mjamzito na ameshawahi kuolewa mara nyingi anaachika kwa sababu ya mtoto. Ya e, e, hapati ujauzito. Na huyo mtoto amekaa naye muda gani mpaka wanazengo wameanza kuchitamana. Kama mwezi mmoja tangu amerudi naye. Akiulizwa anasema mwanangu. mwanangu. Mwanangu. Kuwa umemzaa lini? Huko nilipokuwa. Babake yuko wapi? Yupo huku. Tupe namba ya simu ya baba. Hana kadi ya kliniki. Umejaribu kumuuliza maswali, anaonekana kabisa kwamba, mm, kadi ya mipango haina vile vielelezo vile vya kupanda vile ambavyo, mm. kila ukimpeleka mtoto kliniki, sinesi mm. ana anaandika kama, anapandisha maendeleo ya mm. mtoto e, kama ameshuka, yeah. anashusha yeye. Imesha kujazwa majina, majina tu na majina yenyewe kwingine yanaonekana yamekosewa, yamerudiwa, yani hivyo, yani design kama kajaza mwenyewe kaambiwa basi tupe tangazo mama, ukijifungua mtoto kunakuwaga na tangazo, tuonyeshe kama cheti cha kumzaa. Huna, hana. Alivyoenda mm. mm, pale akazungumza na katibu wa masuala hayo ya ulinzi wa kijiji ambaye alipata maelezo kabla ya kufika nyumbani kwa kina huyo dada. Uh, tukio hili mimi lilinipata wakati wa jioni, siku ya juma ngapi? tuseme juzi, hii ni juzi, Jumatano, likuwa... makamanda wangu walikuja kunieleza kwamba kuna mtoto anaonekana sehemu ambako yule, yule, yule mama anamfichaficha, mara anamfunika vitambaa, hata wakati anatembea naye anakuwa anamfunika. Sasa kwa sababu tupo kwenye jamii, wakaona kwamba huyu bwana huyu bibi, kwa sababu kwanza hana uzazi, tuseme kwamba yeye hajawahi, hajabahatika kupata, kupata mtoto. Sasa wakaona, mm, mbona tuna mashaka na huyu binti, ameondoka kama mwaka mmoja tu huu tulikuwa naye hapa kijijini, lakini sasa amekuja na mtoto mwenye umri wa miaka kama mi, miwili na nusu au mitatu, ambaye pia anajua kuzungumza vizuri ah, Yeye tukimhoji yule mtoto tumejaribu tukiwa na huyu akasema ah, yeye yeah, anaitwa Pascazia. Mama mtu anasema wa kwake afa amempa jina la Maria maari. Sasa kila akikaita kale katoto kana, kana, kana kataa tukikaita sisi Pascazia. E, kanaona ka, unaona ka, unaona ka, kama, kana furaha alafu, sasa masimulizi ambayo kanakuwa kanayatoa kwa ile familia kwa wajomba zake ambao ame, ame, ame, ame, amekapeleka mjomba wake mmoja akawa amesema kwamba haka kamenisimulia mengi kamesema kwamba alikachukua kakiwa kanacheza na mwenzake anaitwa Robert. Sasa tuka Robert, huyu mtoto umempata katika mazingira gani? Kasema huyu, mimi mtoto nimejifungua. Sasa hmm? Tukalinganisha ile, ile miaka alio aliyotoka hapa na ujauzito mpaka kujifungua Tukamwambia hapana, wewe tuambie tu, aisa, anaweza akawa mtoto wa nani, wa ndugu yako, umekuja naye tu kama kusalimia. Hapana, ni wa kwangu. Hapana, ah, hata siku moja, siku moja wananzengo wananzengo wanahesabu unajua mm. e, ndio maana anasema huu muda walondoka, mbona haiwezekani ye? na yeye huyu hajasema labda wa ndugu yangu ha? anasema wa kwake anasema mwanangu. Hicho mm, ndio kikubwa ambacho anashikilia kwamba mtoto ni wa kwake na watu wanahisi kabisa kwamba sio wake. Anasema kipindi ambacho yuko pale kijijini ambapo alikuwa akiolewa, alikuwa ana tabia anaweka nguo kwenye tumbo, yaani watu eh, watu noma, mpaka unaweka nguo wanajua umeweka nguo tumboni. Hmm. Yaani ya, ya vitambaa akawa anaweka vitambaa vitamba. sasa ili ajae <laughs> Lakini sasa ile mimba kwa sababu yupo kwenye jamii, tukawa sisi tunamwangalia tu kwamba tuangalie kama atakuwa ameshika mimba, basi ujauzito wake, matokeo yake atazaa. Lakini baada ya muda fulani ule ujauzito ukasambaa. Sasa nyinyi mlijuaje kama kaweka matambaa kwenye tu? Ah, watu walikuwa wakimchokoza mara kwa mara. Vijana waumu ni watundu sana, siwezi kukuficha mara nyingi alikuwa wanamtania kwa sababu wanajua ni mgumba. Basi wakienda pale wanamchokoza chokoza, chokoza wanali, wanalifunua tumbo lake <laughs> <laughs> <laughs> lile unaona sasa, wakilifunua hivi basi wanaona matambaa, basi wanacheka sana wanaangua vicheko sasa. Matokeo yake hayo ndio yametupa sisi picha ya kwamba huyu mtoto sio wa kwake kulingana na mazingira ambayo tumekuwa tunaishi naye. Lakini hili sasa lime tusitua sana na tulipopuliza kipenga, tukakusanyika kama jamii, tukasema kwamba kama huyu mtoto atakuwa wa kwake basi tupeleke hii ripoti polisi, na polisi waje wamchukue, ili wakamfanyie uchunguzi zaidi wa kujua kwamba huyu mtoto ni wa kwake au la. Kama watapatikana wenye mtoto alejeshwe kule aliko. Lakini leo asubuhi hii nimeamka mimi, sijui kwamba yule binti amerudi kinamama baadhi ya kina mama wapo hapa, wakawa sasa mimi wananiuliza kama kiongozi sasa, jamani, mbona huyu binti amerudi na mtoto? ah, moyo wangu ulipasuka sana. Walimpeleka polisi unajua, na nzengwe lazima aweze kumwacha mm, lakini polisi akaruhusiwa akawa amerudi nyumbani, ndio akawa anajisikia, lakini ayo, mazingira pia kama vile yananchosha ya, ya, ya, ya, yani ma, mazingira masiara masiara kama hivyo kumtania, kwa sababu anajua hana tumbo hiyo ni yananipa picha pia kuona ah. Dada alikuwa sawasawa sawa kabisa, hakuwa na tatizo lolote, akili zake na mzima mzima, lakini alikuwa tu anatamani mtoto. Sasa wakachukuana hapo na Zuhura mpaka nyumbani kwao huyo dada, kwa sababu hapo alikuwa akiongea na katibu wa kikosi cha ulinzi cha kijiji. Kwa hiyo wakaenda nyumbani kwa kina yule binti ndio, mama mzazi wa yule binti aliyekuja, nahaka katoto, nadhani ni hapa. Binti mwenyewe iko wapi? Binti hayupo, nadhani hapakusema. Labda yuko wapi? Ameendea maji. Ameendea maji. Huyu mtoto ni wa binti yako? Wa mtoto wangu. Alijifungua mtoto wako? Alijifungua. Mka gani? Yani alitoka mimi, kama miaka hii, rudi hapa nyumbani alitoka tu nyumbani hapa akapotea mpaka miaka hii mitatu. mm -hmm. Ndo akaja na mtoto mm -hmm. Baba wa mtoto namfahamu, simwelewi kisikisi mtoto. Ujambo? Ujambo? unaitwa nani? Unaitwa Pasi. Mama iko api so. Uko wapi? anapika. anapika nini? mboga mboga. Mama, ukionyeshwa umwone unamfahamu hmm? Yuko Mwanza huku Mwanza. Umefikaje wa umefikaje wewe hapo umefikaje? Alikuchukua wapi? Ulikuwa mashinani, akakuchukua akakwambia, uende wapi? Uje huku. Huyu ni nani yako hapa mbele nani? Bibi amenzaa nani? Mama, mama. Baba yuko wapi? Nyumbani. Nyumbani wapi? Na mama yuko wapi? Yuko hapa anapika. Zamani ulikuwa unakaa wapi? Na kakako anaitwa nani? Mjomba. Kakako anaitwa mjomba. Ile kwa, kwa kumsikiliza vizuri mtoto Husna, mm. kama kwa Mwanza u mm. mm. anasema mama yuko Mwanza. Inawezekana huyu na na dada na alivyokuwa anaojua amesema kwamba amejifungulia Mwanza. Utamsikia huyo ambaye ndio mwenye mtoto wake, mm. utamsikia wanamuhisi ameiba mtoto, mwenye. Mwenye mtoto, yeah. mtoto. Mm. E, utamsikia lakini pia vile, vile wanamzengo walizungumza kina mama ambao wanamfahamu yule binti vizuri pale mtaani sijui amezunguka mpaka wapi, wa tena ana bahati ya kuolewa, lakini haji ya mtoto. Lakini sasa hivi watu wameshangaa, tena anza kushangaa, anasikia ni kaka yake eh, kaka yake ndo ameshangaa, kaka yake mzazi kabisa, kaka yake kabisa, kutoka tumbo moja. mm, Maria aje. uh -huh. na mtoto mkubwa, kwa sababu kale katoto, akikauliza wewe ni nani, kanasema yeye Pascazia. Pascazia yeye ameita kama Maria. Aliulizwa umemzaa mwaka gani, 2014, mara ya kwanza sasa wakati ndio wameshamaliza, kabla hawajaondoka ha, ha, kidogo ndio mama akawa amerudi, maanake mdaulu alikuwa amefika pale, mama alikuwa hayupo, ambaye ndo mwenye huyo mtoto wake. Kwa hiyo ikabidi kuna maswali yaulizwe ili watu kupata uhakika kama je, pengine mtoto ni wakwake au kama anavyohisiwa Mm. <laughs> Mm. Kuna ukweli wowote mchu kwenye mashine ya kusaga. Hapana. Hapana. Ngudo ndo kwa mwanzo? Kuna sehemu ndo pana panaitwa hivyo. Ndo kana endelea kumuuliza kwamba mbona hata hawakuwahi kusikia kuona eh, baba wa mtoto yuko wapi? Babake yupo Ngudo. mm -hmm. Mm -hmm. Babake anaitwa nani? Mulicha. Mulicha nani? Mulicha Petro. Kwa hivyo baba mimba huyu mtoto kapotea hapa kijijini ukaa haupo kabisa. mm -hmm. ni kwanga huko nimeolewa Eh. Alafu kicho kurudisha nyumbani kicho nirudisha nyumbani na eh, na mtoto, nirudi na mtoto. Manake, mwanamke alikuacha. Tunaomba namba ya baba yake, hmm, eh, na ya mtoto sina na kadi tu ya kliniki tunaomba tuione. Hivyo ndo wanamzengo alivyokuwa amembananisha ili aweze kutoa kadi ehe, kutoa kadi, lakini kadi yenyewe ilivyotoka ikawa haieleweki, ni kama mtu ambaye amejaza mwenyewe sababu hakuna hakuna zile records eh zile records za za manesi zile ambazo wanampeleka mtoto kliniki na nini zinavyoendelea hakuna. Kwa hiyo baada ya kuona watu wameenda kama hivyo, uongozi umemfuata wa kijiji, yule bidada amekimbia. Leo Zuhura ananiambia, mama hayupo, akakimbia akamwacha yule mtoto pale na bibi, na yule bibi ni mtu mzima, yani mama yake mwenyewe mama yake mtoto ni mtu mzima, hawezi kumwangalia yule mtoto. Kwa hiyo mtoto inabidi achukuliwe na serikali ya mtaa wako naye na ndio wameomba huku kwamba kusisitiza kwamba kama kuna mtu alipoteza mtoto Mwanza, ndio huko nilikuwa nakuja sasa eh. Maana nikawa nawaza kwamba mtoto huyu lakini ni Mwanza. Yani, hisia yani kwa jinsi mtoto alivyosema mama yuko Mwanza, kwa sababu mama anasema mm. Mtoto anasema mama yuko mama yuko Mwanza eh, hicho ndo anachokuwa anakizungumza akiulizwa na watu. Mm-hmm. Anasema yeye anaitwa Pascazia japo ile mama alikuwa anamuita Maria. Okay. Lakini yeye ukimuuliza, unaitwa nani, anasema mimi naitwa Pascazia. Pascazia. Hivi ni kwa muda gani vile tangu amempata? Tangu amerudi hapa kijijini udada mm. a ni mwezi. Sasa hata haijajulikana. Ah, maana kwa mwenyewe anadai ni mwanaye. Lakini pia Zuhura anakuambia hivi, ukimwona mtoto wa Shinyanga unajua huyu mtoto ni wa Shinyanga vijijini. Mm. Sema yule mtoto ana utofauti. Yaani anaonekana ni mtoto ambaye alikuwa analelewa vizuri. Wa kike, wa kike. Na anasema alimpata mashineni, kwenye mashine. Mtoto mwenyewe anasema hivi. Eh, nilikuwa nacheza mashine na roboti. Mhm ndo vitu ambavyo mtoto anafanya. 88.1 Mwanza maneno. mm. mtoto wa nimemweka kwenye account yangu ya Instagram, ukiingia utamuona mtu ambaye labda pengine umepoteza ume mtoto wako hujamuona, hujamwona. mm. asa wazazi, sasa mama mzaa mwaka elfu mbili na kumi na mimi naweza nkapata mashaka kwamba uenda kweli, kwa sababu moja. Sasa kwani mama kakimbia, alienda kuzungumza Ijumaa, alienda hapo, alifika po kijijini nyumbani kwao na huyu dada mm, kaondoka yani, jumamosi hayupo. Kwa hiyo jumaa pili, juzi, jana, juma tatu mpaka leo hayupo, mm. Bibi, bibi, akiulizwa mtoto uh, mwanawe yuko wapi, hayupo anasema ameondoka. Kaenda wapi? Hajui. Hata mara kwanza alivondoka simama alikuwa hajui, kakaa huko ndo karudi eh. Sasa anawezaje kuondoka kwenye wakati mgumu kama huu, na anajua watu wanamshuku kwamba mtoto sio wake mm japo mtoto alikuwa anamlea vizuri tu mm eh yani, kuhusu kumwangalia mtoto alikuwa anamwangalia vizuri tu alikuwa mm anahakikisha mtoto wale ni yani vizuri tu mm eh lakini wasiwasi wa wanazengo kwamba yule mtoto sio mtoto wa yule dada. Msisitizo kwa kazi ya mwanzo wa wa nani, waingie kwenye account yangu ya Instagram, wamuone yule mtoto wamuone yule mtoto, ingia tu kwenye gea Habibu, utamuona. Pia vilevile vile kuna kivideo kidogo, utamuona mm. Au wasiliana na sisi hapa mtafuta, makadutu yuko Mwanza, anaweza akatupata kiurahisi haraka tu, na tukakuelekeza ufanyeje ufike Shinyanga, utampata Zuhura, atakupeleka mpaka kijiji ambacho mtoto yupo kwa Shinyanga, na pale Mwanza na Shinyanga sio sio sio mbali e, mbali mbali eh, maeneo hayo Mwanza na Shinyanga sio mbali. Mm. Binti doka anasema anaitwa Pascazia Yeah, nilikuwa nasema kwamba kitendo cha mama huyo dada kukimbia mm, kime, kimeanza kuonyesha mazingira kwamba huenda ikawa ni kweli. Mm, kwa sababu Zura anaenda leo mm, ataenda ataenda pale kutaka kujua vizuri zaidi. Kesho tutamsikia Zura, mm, okay. Anafuatilia kwa upana kuweza kujua yule mtoto sasa anaishije katika mazingira gani, japo iko kwenye serikali ya mtaa nani, lakini bibi hana uwezo wa kumwangalia kiukweli, naona <hijaline> <hijaline> <hijaline> mi siwazi huku, mi nawaza kuhusiana kuongezeka kwa matukio ya na namna hiyo kuhusiana na watu kuiba watoto Yani, nawaza tu kwa sauti, kuongezeka matukio ya namna hiyo, nadhani watu wengi wana uhitaji wa watoto, watoto eh? Sana watu wahitaji watoto sana. Mbona mtihani huo, kumbe kupata mtoto ni mtihani kwelikweli. Kuna yule kaka tulizungumza naye, ameibiwa mtoto huku, huku, huku, huku. wapi huku, ukivuka mto ame, watu wanaibiwa sana watoto kiukweli. watu, watu wanaiba mno watoto, uh, yeah. watoto sasa hivi um. Kwa kuonyesha kwamba kuna uhitajika mkubwa sana wa watoto, japo japo japo sura fulani hivi ambayo si, si, si, si halalishi watu kuiba mm. Lakini kama vile tofauti na ilivyokuwa mwanzo, kutupa kulikuwa kwingi eh, kutupa watoto mm. Kutupa, kutupa kulikuwa kwingi, lakini sasa hivi watu wanaiba eh, watu wanaiba sana, wana

Alikuwa bizi sana brother, na hatimaye matokeo chanya yameonekana, ili ya kwa ajili <laughs> yako, japo alikuwa bizi. So kama sasa hivi ndio yuko bizi, yani msimtafute, analea. Alikuwa bizi mwanzoni kwenye production <laughs> ametoka kwa tabu sana <laughs> Mimi naitwa Gea Habibu. Ah, leo kwenyea